Na hii hapa ni show kubwa ya Zuchu ambayo jana usiku ameweza kuifanya huko Chunya jijini Mbeya katika moja siku ya Pasaka ambao uliweza kukutanisha mashabiki mbalimbali mbali kutoka viunga vyote vya jijini Mbeya kwenda kushuhudia eh, show hiyo kubwa ya malkia Queen wa Bongo Flava Zuchu kuweza kukinukisha siku ya jana katika ukumbi wa Dubai hoteli ambayo jana iliweza kulindima ngoma mbalimbali ambazo Zuchu aliweza kuziimba stejini, huku wakiwa wanatoa burudani ya kutosha kwa mashabiki zake wote ambao jana waliweza kujitokeza kwa ajili ya kuweza kumshuhudia Zuchu akiperform live kabisa e, katika usiku huu wa Pasaka jana usiku huko katika ukumbi wa hoteli ya Dubai jijini Mbeya. Kama unavyoona hapa, nyumi ya mashabiki walikuwa mejazana kwa ajili ya kuweza kuonyesha show love kwa Malkia Zuchu, na huku Zuchu bila hiana aliamua kuweza e, kuimba ngoma zake zote ambazo anazifahamu mbele ya steji. Watu waliweza kushuhudia viuno ambavyo Zuchu alikuwa akikata kuweza kuonyesha kwamba hababaishwi wala hatetemeshwi na yale ambayo yanaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuweza kusemwa vibaya, kuweza kuandamwa pamoja na peji za udaku. So barabara, jana ameweza kuonyesha kwamba na anapambana na kazi yake ya muziki kuweza kutua na kuwapa burudani mashabiki zake siku ya jana huko jijini Mbeya kama unavyoona hapa mm, mambo yalipamba moto kulikweli. Stijini iliweza kuonyesha ukubwa wake na mashabiki waliweza e, kupiga kelele kuweza kumshangilia Zuchu kutokana na jinsi alivyocheza pale stijini e, kuweza e, kuwabamba zaidi mashabiki zake. Mm, ni habari kubwa na imeendelea kutendeka mitandao mbalimbali ya kijamii shoo ya Zuchu jijini Mbeya ameweka rekodi nyingine kuweza kuwasha moto wa hatari sana jana usiku, katika usiku wa Pasaka ambao waliweza kuwakusanya shabiki kibao kutokea huko jijini Mbeya maeneo mbalimbali, waliweza kukutana sehemu moja tu ya Dubai Hoteli kwa ajili ya kuweza kushuhudia shoo hiyo kubwa ya malkia Zuchu kuweza kupata burudani ya kutosha. E, siku ya jana ili mm. pongi moja la shomba ambalo zote kulifanya, a, tango anze show zake za mwaka wa 2025. Hii ni show nyingine tena mm. ambayo ameweza kuonyesha ukubwa wake na kuweza kujaza nyumi ya mashabiki. E, jana hiyo katika ukumbi huu wa Dubai Hotel kuweza kukinukisha kisawa sawa. Bwana asante sana, hani machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Ni sisi Bongo Mpya TV tuko hapa kila siku kuhabarisha yale yote ambayo yanaendelea katika mtandao wa kijamii kuhusiana na mastaa mbalimbali. Asante sana kuendelea kuwa nasi.